Kiongozi wa muungano wa waasi wa Congo unaojumuisha kundi la M23, Corneille Nangaa, amesema kuwa mkataba kati ya Kinshasa na Washington kuhusu madini muhimu katika mkoa unaokumbwa na vita ni batili kisheria, wenye mapungufu makubwa, na hali yake inatia shaka kuhusu utekelezaji wake. Nangaa, anayesimamia Alliance Flavio Congo AFC alikuwa akirejelea makubaliano ya ushirikiano wa kimkakati yaliyosainiwa Washington mnamo Desemba 4 mwaka jana, ambayo yangewezesha Marekani kupata ufikiaji mkubwa wa madini muhimu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ubadilishaji wa uwekezaji na ushirikiano wa usalama. Katika mahojiano na Reuters mjini Goma Jumatatu, Nangaa alisema kuwa mpango huo una upungufu wa uwazi na mapungufu ya kisheria, akirejelea kile alichokiita ukosefu wa uwazi katika mazungumzo na mapungufu ya taratibu, hasa ukiukwaji wa katiba na sheria. Ukosoaji wa Nangaa unaibua maswali zaidi kuhusu uwezekano wa uwekezaji wa Marekani Mashariki mwa Kongo, mkoa uliokumbwa na vita, mwaka mmoja baada ya M23 kuchukua Goma, mji mkubwa zaidi wa mkoa, katika shambulio la hafla. Sehemu kubwa ya madini muhimu Mashariki mwa Kongo, ikiwa ni pamoja na Kolitani, ziko katika maeneo ambayo sasa yanashikiliwa na, na M23, ambayo imechukua eneo kuu la migodi kama Rubaya katika Kivu ya Kaskazini. Nangaa alisema kuwa maeneo ya migodi yaliyotolewa kwa Washington yanaweza baadaye kuwa chanzo cha migongano, kwa sababu tayari yanaweza kuwa yametolewa kwa washirika wengine. Wa Marekani wanaweza kuwa wamesaini mkataba huo, lakini wanapashwa kujua kuwa walisaini na utawala usio halali na pia ulio na ufisadi, alisema. Kwa upande mwingine ikulu ya Kongo ilikanusha shutuma za Nangaa ikisema ushirikiano huo uko ndani ya mamlaka ya kikatiba ya rais na serikali waliochaguliwa. Ikulu ilisema hofu kuhusu migongano na wamiliki wa mikataba ya awali ni makadirio tu, na kwamba ushirikiano wote utafuata mikataba halali na kanuni za madini za Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kuwa ushirikiano huo utawasilishwa kwa bunge kwa ajili ya idhini